Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wenzangu, najaribu kuwaeleza hili ili muelewe. watakuja wengine watawambia, nchi katili sana, huyu rais mbaya sana. Ninunue meli niwe mbaya, nitengeneze reli niwe mbaya, ninunue ndege ambazo mnasafiri bei imeshuka. Zamani kutoka Dar es Salaam kwenda Bukoba ilikuwa mpaka uwe na milioni mbili na kitu, leo mnalipa laki mbili. Mimi mbaya nilipe mishahara na mishahara mwe mnapata tarehe ishirini na tano. Zamani mlikuwa mnafika mpaka tarehe kumi na tano nyingine au ishirini ya mwezi unaofuata. Mmeshasahau, kumbe kusahau nako, nako ni kwepesi. Wafanyakazi mmesahau bwana, ni muda mchache tu umepita mlikuwa mnalipwa mpaka ishirini na mbili.